Karibu katika sehemu ya kumi na nne ya simulizi yetu nzuri inayoitwa Najuta Kubalehe. Tuliona mara ya mwisho Selina anamshikia kiuno, anaingia ndani na kumshikia kiuno Kevo. Je, nini kilitokea? Na sasa tunaendelea na sehemu ya kumi na nne. Sikutaka kabisa kumsalimia Shamira, ni kama nilikuwa na hisia zake toka kitambo tu hata kabla sijabalehe, ila sasa ndio nishasikia pale kaka Frenki aligonga mwamba na pesa zake zote za sadaka. Nimeingia chumbani tu navua mara dada naye anakuja mbio mbio. Wewe Kevo! Wewe dada ini bwana, alafu naingiaje bila kugonga hodi? Sasa sasa nini, sikijui hapo Hebu nitokee okay, hapa aya, naambie kwa nini namchekeachekea Shamira? Sasa dada, mimi nimemchekeaje? nime, unaniboa. Nime, nime na, hiyo, na hiyo dada yako nishaukataza lakini. Lakini wewe kasirika tu, ila mimi hayo majina siwezi kukuita. Utajijua na ushamba wako, siwe tu kama Frank na wewe sawa nitakuwa halafu nitembee na mashoga zako wote. Weye, nani amekwambia hayo mambo? Nani amekwambia tabia za Frenki? Mi sijui bwana, niache nipumzike please. Sasa naenda, ila jua tu una kesi na mimi. Utaniambia, utaniambia aliyekuambia kuwa Frenki katembea na marafiki zangu wote. Na kingine, kama unamtamani Shamira utompata na hata huyo Frank aligonga mwamba hapo. Sasa wewe onyesha hayo manyanya chungu yako kwa shoga zangu, ni akate nipike supu <tip> aliongea akaondoka kwa hasira. Mimi sikujali, nikachukua simu yangu mafichoni, nikaanza kuchati na mamu. Kuna namna nilikuwa najihisi amani kuchati naye, najikuta nacheka na enjoy lakini ukweli ulibaki pale pale kuwa Shamila ananivutia kuliko wote. Jumamosi inabidi tuonane bebe, kuna sehemu nataka tuende. Wapi tena mama? Ni surprise. Mm. Aya sawa, alafu usisahau nilikwambia ukiwa na shida nikuone, daktari wa shida zote sa maisha yangu <laughs> ujue, na kumisi wee mbwe nifanya nijisikie amani sana nikichati na wewe Kelvin. Hata mimi pia nahisi nice hivyo, natamani hata niende na simu shule. No, no, no, usifanye hivyo, baba yangu, utaniudhi sana please, usifanye hivyo. Sifanyi, ila tu nimesema sababu huwa nakumisi hata mi nakumisi, ila Selina nahisi amesha hisi nakutaka, maana kila nikimwambia nije ananikwepa anasema hayupo mara sababu kibao. Yani achana naye, nitakuja jumamosi mchumba. Sawa, ila nikuambia kitu baba, naambie usiache kusoma, usisahau kabisa ndoto zako. Sawa Kelvin, yaani mi natamani sana ufike mbali ufikie ndoto zako. Kwa hiyo swala la kusoma lipe kipaumbele, na ukiwa unasoma niambie tu, mi nitasubiri hadi umalize ndio tuchate. Sawa mdada, mzuri una akili kumbe. <laughs> Lione nimechati sana na mama, nimetoka sebuleni, namkuta Shamila yuko peke yake. Aliponiona akaachia tabasamu hilo Nikaona dimpozi zake. Jamani, Shamira ni mzuri mno. Dashami huko peke yako, nakuambia. Huyo Selina akaniacha hapa nususa, nikabizi, na sijui hata ameenda wapi. Nusu saa sasa ishapita tangu anikabidhi sebule yenu hii, na wewe umenikimbia du <laughs> mi naogopa kukaa na wakubwa. Hebu kaa hapo mwone kwanza kwa hiyo ukubwa ndio nini? Ndo uniambie wewe, ukubwa ni nini? Maana nimekupa hai tu hapa, ukadai shikamoo. <laughs> Shenzi ujaja, tu vituko vyako. Mimi nikajua umekuwa saa hivi, umeacha kumbe ndio unaongeza tu, ila umepunguza zile shikamoo. Shikamoo gani sasa? We ulikuna ni salimu kila ukiniona Yani nikija hapa na kusanya shikamoo zako tano hadi kumi, naondoka nazo leo. Nashangaa hata moja sijaambulia. Kijana umebarehe sasa, unajiona mwamba mwenyewe. <gibu> Amna bwana Shami, usikute sahivi unatoka na limama huko hadi unaanza kutuona na sisi ni saizi yako sasa ha? <gibu> Amna hata Tulikaa tukapiga sana stori, lakini dada Selina hakutokea kabisa. Giza likafunika mbingu hapo nyumbani, akujapikwa wala akujaandaliwa chochote. Kwani dada alikuwaga anaenda wapi? Kwani dada alikuwaga anaenda wapi Shami? Maana harudi na arafu ajapika hata alisema tu kuna mzigo anaenda kupokea stendi Ila sasa hivi nampigia simu hata apokee. Mm, leo saa atapika saa ngapi? Kwani mnapika nini? Sijui hata yani. Kaangalie kwenye fridge kuna nini, kisha niambie. Uma kuna kila kitu dada, wewe tu naambie utatupikia nini leo. Mm, ila nikiwapikia ovyo usilaumu, sawa eh? <laughs> Kama masihara vile, Shamira na urembo wake akaingia jikoni, akavua pete zake za dhahabu na bangili zake za gharama. Nivue hii saa Kevo, aliniambia. Basi nikanyosha mikono yangu na kushika kwa mara ya kwanza mkono wa dada wa dada Shamira, mikono laini haswa, nikajikuta taratibu hisia zinanichota namaliza kumvua saa, Shamira anaona pensi yangu imeinuka mbele <gibu> kijana amesimamisha tena, <gibu> ana shida gani huyu? Sikose sehemu ya kumi na tano ya simulizi hii nzuri, inaitwa najuta kubalehe. Msimuliaji ni mimi AJ. Usisahau, usosahau kusubscribe kulike na kucomment ili kunipa nguvu zaidi ya kuendelea kukufanya kazi nzuri na, na kuendelea kuburudisha kupitia simulizi hizi, kupitia simulizi za sauti. Mpaka wakati mwingine chao. <muchilis>